Na mtazamaji wa Faida Online TV ni katika ofisi za mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Kenani Sawala ambapo siku ya Machi 14 2025, tumeshuhudia Waislamu na Wakristo pamoja wakifuturishwa na mkuu huyo wa mkoa ambaye ameandaa mahususi kwa ajili ya watu wake. Tumeshuhudia viongozi mbalimbali wakiwa wanakuja kushiriki zoezi hilo, na nikwambie tu kwamba huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini pia ni kipindi cha Kwaresma, ambapo Waislamu na Wakristo wote wanafunga na kila mmoja akiwa anafunga kupitia dhehebu lake. Sasa mkuu huyo wa mkoa wa Mtwara akaona wafuturishe pamoja kwa ajili ya kuweza kuja kuomba dua na kuonesha ukarimu wake, kuonesha kwamba yuko nao pamoja. Ona viongozi mbalimbali tayari wamefika na wengine wanazidi kuingia hapo hapa. Unamkuta kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara SSP Isa J Suleiman akiwa anaingia katika viwanja hivi, uh, na, na hapa tunamwona mkuu wa mkoa akisalimiana na baadhi ya viongozi ambao wanaingia katika eneo hili hapa, eh, ndugu Baisa, Abdallah Baisa ambaye ni diwani wa Kata Kitama pale, lakini pia ndio mwenyekiti wa halmashauri ya eh, Tandahimba pale, lakini wakati huo pia tunamuona bwana Mudi Ray mfanyabiashara mashuhuri mkoa mkoani Mtwara naye, eh, akiwa anasalimiana na mkuu wa mkoa wa Mtwara lakini pia kuna mashehe tayari wameshafika hapa kwa ajili ya kuweza kushiriki zoezi hilo. Baadhi ya watu pia wako hapa e, na kila mmoja akiwa amejiandaa ame kwa ajili ya kuja kupata iftar. Na hapa sasa ni meza ambayo ameketi mkuu wa mkoa wa Mtwara akiwa na baadhi ya viongozi, kwa ni pamoja na wakuu wa wilaya mbalimbali, lakini lakini pia namwona Alhaji Nurdin Chamwi ambaye ni Sheikh mkuu wa mkoa wa Mtwara akiwa ameketi pamoja kabisa na mkuu wa mkoa wa Mtwara. Na hii hii yote ni kwa ajili ya kuweza kuisindikiza siku hii muhimu kabisa, ili kila mmoja uweze kupata iftar katika eneo hili. Na tumeona namna palivyo changamka, ona mazingira jinsi yalivyopambwa. Pamekaa tayari kabisa kuweza kupokea wageni. Baada ya hapo wakati wa kufuturu kafika na tunaona sasa watu wakiwa wanapata iftar. Eh, kuna iftar alafu kule kwetu kuna futari. Vitu vile tofauti hivyo. Sasa hapa leo watu wanapata iftar na kila mmoja amekula na kusaza. Hii ndio iftar bwana. Na kila mmoja amemshukuru mkuu wa mkoa wa Mtwara kwa kuandaa iftari hiyo kwa sababu watu pamoja na kila mmoja eh, amechangamana na mwingine na kuweza kubadilishana mawazo, kufahamiana na vitu vingine kama hivyo. Baada ya kupata iftari hiyo, mkuu wa mkoa wa Mtwara akapata nafasi ya kuzungumza na wageni wote ambao amewaalika na kumwitika kuja kwenye iftari hiyo katika viunga vya ofisi yake. Hekima, busara na miongozo yake inatuwezesha kuwa na amani na utulivu na maendeleo tunayoona ndani ya mkoa wetu tuna kila sababu katika kipindi hiki cha mwezi Mtukufu wa Ramadhani, lakini kipindi hiki cha mfungo wa Kwaresma kwa Wakristo, tuendelee wakati tunaliombea taifa letu kama shehe wetu na viongozi wetu wa dini walivyofanya, tuendelee kumwombea sana Mheshimiwa rais wetu aendelee kuimarika katika kuiongoza taifa letu. Nitumie fursa hii vile vile kuwashukuruni sana nyote kwa kuweza kufika jioni ya leo katika hii ni heshima kwetu sisi, nyinyi kuitikia mwaliko wetu. Tunatambua mlikuwa na ratiba nyingi jioni ya leo na inawezekana mlikuwa mna futari nzuri kuliko hii, lakini mkaona ni vyema tukutane pamoja jioni ya leo ili tuweze kumwabudu Mola wetu pamoja kwa kula na kufungua, eh, jioni ya leo ni washukuru sana viongozi wa dini kwa namna mnapoendelea kutuongoza kiroho, lakini mnatuongoza kimwili vile vile, kwa kutufundisha yaliyo mema na kuchukia mabaya, kwa kutufundisha kuendelea kudumisha amani na utulivu katika mkoa wetu. Tunawaomba mwendelee kuiombea nchi yetu, ukao uchaguzi wa amani, tukachague viongozi walio sahihi, tukachague viongozi wenye kumcha Mungu na kumwogopa Mungu, tukafanye ibada nzuri ya kuwachukia wale ambao wanataka kutuletea yaliyo maovu, lakini tuwafundishe watoke huko na waje katika kutetea taifa letu na kutenda mema. Twende tukawaambie waumini kwa wetu kwamba wale viongozi ambao wanaotaka kutugawanya kwa namna yoyote ile wasipate nafasi katika hii. Tuwaambie waumini wetu waende wakachague viongozi ambao wanawaletea maendeleo. Kama haya yanayoonekana sasa. Na sasa tukamsikilize mkuu wa wilaya ya Mtwara ndugu Abdallah Mwaipaya, ambapo amepata nafasi ya kuzungumza machache, lakini amesema anamwonea wivu mkuu wa mkoa wa Mtwara kwa thawabu atakazozipata kwa kuwafuturisha watu wote hao <laughs> ni kama utani, lakini utani ambao una ukweli ndani yake. Ndio, lakini pia licha tukumfutulisha mtu, lakini pia unaambiwa unapomfutulisha mtu aliyefunga unajikurubisha zaidi na Mwenyezi Mungu, yaani unajiweka karibu sana na Mwenyezi Mungu.